Upekee wako ni thamani yako, maana yake ni kusema wewe hauna mbadala. Jitahidi kuutunza upekee wako kila wakati. Unapongangana kutaka kuwa kama mtu fulani, the the best you can be is be his copy because the origin is is his because origin that person already. Ni sawa kujifunza kutoka kwa pastor, ndo mfano ambao Mungu amekuwekea mbele. Manengo wanasema mwigeni Mungu, mahali pengine mtu mepewa anasema niigeni mimi. Unapongang'ana kuwa mimi, nani atakuwa wewe? Learn, but don't become that person. Upekee wako ndio thamani yako. Waimbaji siku hizi wanaigana sana, yaani wanaigana sana. Tunakuwa ni kama vile tuna saundi moja tu sokoni. Wewe ambaye ulipaswa kuwa sound unakufa unapong'ang'ana kuwa kopi ya mtu mwingine. It is okay kuwa influenced, fanana na mtu ambaye amesimama mbele yako, lakini in the process of all that, make sure kwamba haujipotezi haui kopi ya mtu. Be yourself. Huyo unayetaka kuwa kama yeye huyo tayari tunaye. Anayesubiriwa sokoni sasa hivi ni wewe. If you are not careful, unaweza ukaua ubunifu wako kwenye harakati za kutaka kuwa mtu mwingine. It is you that God is waiting for. Don't become somebody else. Mungu hana wewe wawili, ana wewe mmoja tu, na wakati mwingine, hiyo ndiyo sababu inapaswa ikulazimishe wewe kufanikiwa kwa kiwango cha juu kabisa, kwa sababu hauna mbadala wewe. Yani Mungu anakudai wewe ufanikiwe. Tuna nyimbo waga tunaimba, tunasema hivi, ukileta mchezo kwa, kwa Yesu ana watu wengi. Ukizingua wewe, Mungu atainua mtu mwingine, atasimama kwa niaba yako, is it true? Lakini ninakuambia kweli, sio rahisi kama inavyotamkika. Ni kazi Mungu kupata watu wazuri, ko maadamu amekupata wewe, usifeli kwenye huo wajibu ambao Mungu amekuweka, kwa sababu mpaka wewe umefika mahali hapo pa kuaminiwa na Mungu, kwa kiwango ambacho unaaminiwa na Mungu ni matokeo ya vitu vingi sana, namna ambavyo amekuwa akikutrain kwa muda huu wote, vitu ambavyo amekuwa akikusemesha kwa muda huu wote, mambo uliopitia, mambo ulioona, mambo uliyoe experience. Hakuna mwingine ameyapitia na kuyaexperience kama wewe, kao hauwezi ukasema kuna mtu yuko kwenye nafasi yako exactly ya kuweza kumdeliva Mungu kama ambavyo wewe uko. Kuna version ya Mungu dunia hii itaipata kwa kupitia wewe peke yako, kwa sababu ya namna Mungu alivyotembea na wewe, kwa sababu ya namna Mungu ambavyo amekuwa kukusaidia over time, kwa namna alivyoutengeneza moyo wako, alivyoitengeneza akili yako. Kuna sura ya Mungu watu wataiona kupitia wewe, ndio maana lazima ukusudie, sitamvelisha Mungu. Mungu hana wewe wawili